Leo tuko hapa tukisherehekea mafanikio makubwa sana ambayo yaendelea kutokea katika mkoa wetu wa Manyara katika sekta hii ya elimu kwenye mwaka huu wa fedha ambao sasa hivi tumeukata katikati. Sasa tushaka ya miezi sita ya mwaka wa fedha, tunakwenda kwenye miezi sita yaliyobakia. Kwa hiyo hawa wenzetu ambao tuko nao leo hapa, Impact Lead hawa ni sehemu ya serikali katika kuchochea maendeleo kwenye sekta ya elimu, na tumewasikia hapa wenyewe wakielezea kwa kirefu. Kila mmoja ameelezea, tumemsikia hapa, tumemsikia hapa mkurugenzi wa Mikuyu, lakini tumemsikia mwenyekiti hapa wa bodi wakielezea na wakitoa maua kwa serikali kwa namna ambavyo tumewaunga mkono, na wametuahidi hapa kwamba wanaendelea na kazi hii kubwa ya kuhakikisha kwamba wanakuwa kweli ni mkono wa pili wa serikali katika kupeleka maendeleo kwenye sekta ya elimu. Katika kipindi hichi kifupi, tumesikia hapa tayari hapa tushapata walimu wa kike watatu shule hii na watoto mchanganyiko wa kike na wa kiume. Uwepo wa walimu wa kike hauepukiki, kwa sababu ya kusaidia kuangalia watoto kwenye jicho la umama, mbali ya ualimu. Lakini tumewasikia wenzetu wapapia wamesema waliendelea na mpango wa maboresho wa miundombinu katika madarasa haya ambayo yapo sasa hivi. Uwepo wa nyumba makini za walimu inaongeza tija kwenye mipango ya kufundishia walimu wetu. Sasa watakuwa na nafasi nzuri ya kuandaa vipindi vyao vya kufundisha kesho watoto kwenye nyumba nzuri zinazowaka umeme madirisha kule kote wanasema madirisha ya kufyapila madirisha kiu ya kusogeleza tu. swa Sasa maboresho haya bila ya watoto kuja madarasani tunafanya kazi bure. Huu ni mwezi wa kwanza na leo ni tarehe tano. Tunategemea Jumatatu inayokuja shule zinafunguliwa. Wazazi na walezi, tupeleke watoto shule wa darasa la kwanza pamoja na wa awali. Hivyo vitu haviwezi kuepukika. Mkoa wa Manyara, watoto wa shule ya msingi, wakati tunafanya maoteo mwaka jana kwamba tutaingiza watoto wangapi, tulifanya maoteo kutegemea na watoto ambao walikuwa kwenye shule za awali, alafu tukaongeza kidogo na wale ambao labda wako majumbani, tunasema hawa wamefika umri wa kwenda chekechea tunategemea kupeleka watoto takribani elfu sitini na tano mia tisa na sabini darasa la kwanza. Kwa hiyo ndugu katibu tawala, pamoja na watendaji wako wa kwenye kata na maafisa elimu kata, mhakikishe maoteo ambayo mkoa yametengeneza yanafikiwa, watoto waingie shule na madarasani, ili nguvu yote hii kubwa Serikali iweze kuonekana na faida yake iweze kutokea. Nimemsikia mdau hapa amesema hapa tunafanya ama ameshafanya ukarabati wa sehemu maalum ya kuhifadhia chakula. Hiki ni chakula kwa ajili ya watoto wetu sisi, ndugu wazazi na walezi. Wale ambao tunapenda mserereko. Hivi nikisema mserereko mnaelewa? Kuna wazazi baadhi yetu tunapenda mserereko. Kwenda kuselekea kwenye ganda la ndizi mlimani, unapiga kitonga tu, uko neutral mzee, unakwenda kuibukia bondeni. Hatutaki safari hii, tutawatengenezea sheria nzuri ya kuwabana. Mpeleke chakula watoto wakale chakula mashuleni, na hayo ni maelekezo ya serikali. Mnatesa walimu na viongozi, alafu mkifatwa mara mbili mnakimbilia kwa mkuu wa mkoa kwenda kusema nyinyi mnaonewa wivu. Unaonewa wivu gani bwana? Mtoto amezaa mwenyewe vipi? Unaonewa wivu vipi? We tunakuonea wivu kwa sababu gani? Na mtoto wa kwako. Wazazi tupeleke chakula shule, tunafahamu umume watoto wetu kula shule, tunafahamu hasa. Mnafanya makusudi tu, unaenda kumwandikisha vizuri, kupeleka chakula haa? Hatutaki uchokozi. Mwaka huu tuanze vizuri jamani, si ndio? Kugombana gombana huku vipi kila wakati? Watendaji kata. Hii kazi tuifanya kwa ukubwa sana. Lakini pia na watendaji wa vijiji. Kwa kuwa wageni hao wako hapa hapa kila siku, kuna siku atasema hebu niangalia kwenye kile chumba cha tengeneza anakuta chumba kitupu, kuna gunia moja tu la kunde. Na watoto siku hiyo hawajakula kwa sababu wazazi 30 wamegoma kupeleka chakula. Na saa nyingine mnaamua kutiana mambo ya Mambo ya ujinga tu kijijini huko. Alafu, kuna wale wazee sugu wale wanaojifanya wao ndio wazee wakiji, kila kitu wanajua, wabishi. Kwenye swala la mwanao kula hakuna ubishi, jamaa, tumeelewana. Kwenye swala la mwanao kula chakula shule, usituletee ujuaji, mwanao atakula na mjomba. Chakula shule utapeleka. Lakini cha pili ni kuhusiana na masuala ya umeme. TANESCO leo tumekuja wote. TANESCO leo wajaje leo wamenikimbia. Leo ajaje? Eh. Tuwapelekee taarifa mmoja, wamefanya kazi nzuri, nifikishie shukrani zangu kubwa kwao. Wamefanya kazi nzuri japo ni wajibu wao, lakini wamefanya, tunawashukuru. Wameleta umeme, warudi hapa waonae na mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti awaambie maeneo ambayo anataka bado umeme uweze kusogea, ili wananchi waweze kuona faida ya umeme huo, kwa sababu umeme uko jirani hilo lazima lifanyike. Walimu tutakaokaa kwenye nyumba hizi, hizi nyumba ni za kwetu. Waswahili wanasema kitunze kidumu. Tuzitunze ili ziweze kudumu kwa muda mrefu, lakini nasi pia ziweze kututunza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu umeshirikisha wadau mbalimbali katika utekelezaji wake, pamoja na sa, kwa pamoja mpaka sasa umetumia gharama ya shilingi milioni 195, laki tano, elfu sitini, mia sita kumi na tisa, uh, na senti kumi, uh, senti 97, uh, kwa mchanganuo ufuatao: Halmashauri ya Mji wa Babati shilingi, shi, shilingi milioni 28 kwa vifaa vya kupaua Impact Lead imechangia shilingi milioni 151 laki moja, 69 na senti 97. Wananchi ama nguvu ya wananchi kuchimba msingi, shimo la choo, mawe, ujenzi wa msingi, tofali na hatua za lenta, jumla wamechangia shilingi milioni 16 na laki nne elfu hamsini. What are are we we celebrating? We are celebrating the construction of these beautiful teachers' houses. Anasema kwa nini tunasherekea? Au nini tunasherekea? Tunasherekea kwa sababu ya ujenzi za hizi nyumba nzuri kabisa hapa za walimu. Vilevile vile, sisi kama Mikuyu tunasherekea kuona shule imepata walimu watatu wapya wa kike ambayo ilikuwa ni changamoto hapo awali. Kwa majina anaitwa Mwalimu Philemon Mzava, mwalimu mkuu Shule ya Msingi Chemchem. Nashukuru sana kwa utekelezaji wa mradi huu kwa kweli umekuwa mradi mkubwa sana ambao utaleta faida kubwa sana katika shule yetu ya msingi Chemchem. Mwanzoni tulikuwa na changamoto kubwa sana, maana walimu walikuwa nakaa mjini, kutoka Babati hadi hapa ni kilomita zisipopungua ishirini kwenda na kurudi arobaini. Kwa hiyo walimu walikuwa wanatumia muda mrefu sana kwenye usafiri, lakini walikuwa wanatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa, kwa ujenzi wa nyumba hizi ni mkombozi mkubwa sana kwa shule yetu, kwani wataweza kukaa walimu wanne, ambao hawa walimu wanne wakikaa shuleni hapa, kwa kweli watakuwa ni msaada mkubwa sana, na imani kwamba wataweza kuinua kiwango cha taaluma kwa kuwa watapata muda mzuri wa kufanya kazi zao kwa uhuru, lakini pia na kwa muda wa kujitolea pia. Ni shukuru sana wafadhili wetu ambao ni wadau Impact Lead Tanzania wametusaidia kutujengea nyumba hizi pamoja na Mikuyu Tanzania, lakini kuna ushirikiano wa jamii kwa maana kwamba kijiji cha Chemchem wanacho, kijiji cha Chemchem alishiriki na pia halmashauri ilishiriki katika ujenzi huu. Kwa kweli ni mradi ambao utakuwa na tija kubwa sana, walimu watakaa hapa kwa nyumba zilivyo nzuri, kwa uzuri wa hizi nyumba, na imani kwamba walimu watajisikia vizuri sana, watajisikia amani sana, na watajisikia kufanya kazi kwa furaha na kwa amani, lakini zaidi ya yote watakuwa naendeleza shughuli zao mbalimbali baada ya kutoka kazini. Asante. t majina, anaitwa majina Philemon Kiangi Mzava, mwalimu mkuu shule ya msingi Chemchem.